Katika vitu ambavyo vinatusumbua kwenye vitabu vyetu ni, ni wale tenants ambao wamekimbia wapangaji, wapangaji na wengine tulikuwa hatujui hata walipo. Ana deni la miezi sita, yes, miaka, ana deni la mwaka, na ni sasa wateja wanajua kwa wengi, kwa maana deni anajikumulate, tunaweza kukuta unadai bilioni tano. Karibu sana kwenye Credit Info Fireside Chat, mi naitwa Masoud Kipanya, kwa mara nyingine tena ninakualika uwe sehemu ya mazungumzo leo. Niko na watu kutoka National Housing Corporation, shili, shirika letu la nyumba Tanzania, na nitakuwa na watu wawili. Nitaanza mazungumzo yangu na uh, Daniel Kure, yeye ni Principal Sales and Marketing, kimsingi ni mtu wa anashughulikia na masuala ya mauzo, masoko na mauzo, lakini baadaye nitakuwa na Yahaya Charahani, yeye ni Principal Public Relation Officer. Yeye yuko eneo la mawasiliano uh, kwa umma au mahusiano kwa umma kati ya National Housing pamoja na na umma. Karibu sana Daniel. Shukran sana. Mambo vipi, uko vizuri? Yiko vizuri kabisa Natamani kwanza tuanze mazunguzo yetu kwa kwanza mnaendeleaje? Si, si. <laughs> tunaendelea vizuri eh? <laughs> I hope uh, tunaendelea kugusa maisha wa mna, mna, mna feedback ya Watanzania mnapata wa a ya yeah, feedback tunaipata. Watanzania mm. eh, wanasemaje? tunaipata ka, eh, wa, idadi ya wa Watanzania inapoongezeka mm. uh, demand ya nyumba imekuzidi kwa kubwa na, na bado hatujaweza eh bado hatujaweza kuifikia kwa kweli, kuna mipango na, hiyo mipango iko mikubwa mm -hmm. na shirika linazidi kubuni e, njia mbalimbali mbali za kusekia financing kwa ajili ya kuongeza zaidi ujenzi wa mm -hmm. nyumba kwa Watanzania mm -hmm. yeah, kwa hiyo mipango e, inaendelea kuwekwa vizuri. Of course, sasa limekuwa swala pia la serikali kwa sababu limekuwa hata kwenye manifesto achama achama pinduzi, mm -hmm. mm -hmm. ya Chama cha Mapinduzi inaongoza serikali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba swala la makazi linapewa kipaumbele kama ilivyo swala la kumtua ndoo mtanzania mwanamke mm, swala la elimu, swala la afya, kwao ni mambo ambayo yanaendana, ambayo serikali kwa sasa inatia nguvu nyingi sana. Ni kuna kuna kuna sekta ya sekta binafsi, unaona mm, sekta binafsi, makampuni, mtu mmoja mmoja, wana umeanza siku hizi -siku utaratibu wa kujenga, mtu anajenga anakuwa na unit zake like tano, yes, sita yes, ka estate flani hivi kadogo dogo mm. mm. Kuna namna ya kutengeneza ubia kati ya National Housing na hizo, fikira zipo au jambo linawezekana yeah? Ili kuongeza nguvu ya ya, ya National Housing tumekuwa na, na na na miradi ya ubia uh -huh. miaka mingi tu ah. Yeah, tumekuwa na miradi ya ubia lakini zaidi na mashirika na makampuni uh -huh. au na sana sana ni makampuni ambayo yamesajiliwa Tanzania uh -huh. Yeah, kuna sasa hivi tuko katika tunaita ubia ulioboreshwa uh -huh na ee, majengo mengi sana Dar es Salaam hasa maeneo ya Kariakoo sasa mm. hivi majengo zaidi ya ishirini tumeingia mikataba ya ubia kwa ajili ya kuyabomoa na kuyajenga upya. Hiyo inakuaje? majengo ni ya nani kiasili? Yani kwa maana ya kwamba plot mm. ni ya nani? mm. na nyiye mnafanya nini? plot ni za National Housing. Sawa. za Shirika la nyumba mm -hmm. ko hatuchukui plot kwa mtu mwingine sawa sisi tunazo plot tayari ko tunakaribisha partner ambayo tuna develop na ile eneo uh -huh. kwa hiyo kwa hiyo kwa mfano pale Kariakoo tuna plot ziko pale zilikuwa na majengo ya zamani. zamaniyli uh -huh. yalikuwa ya ya National National House. Yeah, National House. Sawa. Y yalikuwa yamegeuzwa kwa maduka zingine store. Na labda unakuta labda ghorofa mbili, tatu. Yes, ghorofa mbili, tatu. Ehe, mnafanyaje sasa? Mnafanyaji sasa hivi, tunayashusha Mhm. Uh -huh. kienda pale ilipokuwa Big Bone. Kuna mm. jengo ilipokuwa majengo sasa hivi lajengwa ghorofa 16 na litakamilika na next year litakuwa liko tayari ukitoka pale Big Bon ukipita mtaa wa Msimbazi, mm. utakuta kuna jengo tumelishusha pale. Ukiingia mtaa wa Kongo utakuta kuna jengo tayari tumeshaanza kujenga pale. ile ile, ile, ile? lakini mnaenda juu kumi na sita, sehemu zingine kumi na nne, sehemu zingine kumi na saba sasa yeah. Daniel, mimi unajua hapa kidogo ndio mnaa <laughs> unajua mi ni, kwa nilivyo mm. kwa asili yangu yeah. mimi wanaona, naona possibility, mm. naona uwezekano mkubwa. hebu yeah. niambie leo, pamoja na kwamba gharama itakuwa kubwa, lakini niambie mm. sehemu ambayo kulikuwa kuna ghorofa nne mm. tunapeleka kumi na yes. sita unajua tumechukua nyumba, tumezichukua nyumba ngapi tumezipeleka juu nyumba yani ukihesabu okay, idadi ya nyumba Tunachokifanya pale ni mixed. Kuna sehemu ya chini ni uh -huh. Pia aliko masho maduka uh -huh. Eh, hapo katikati au kuanzia basement kwenyewe kunaweza kuwa kuna store eh, bafu, hapo uh -huh. Unakuja kwenye maduka, ukienda hapo juu tunaanza kuintroduce vitu kama mtu anataka kufungua mgahawa. Ukienda juu zaidi tunaenda kwenye apartments Apapah na ma-office, na ma-office yeah. kwa jengo moja hilo linakuwa na huduma nyingi. Eneo gani jingine ukiondoa pale Big Bone, Kariakoo? Yeah, kwa hiyo kuna pale Big Bone, kuna mtaa wa Msimbazi, kuna mtaa wa Uhuru hayo ndio ambao yameshaanza. Lakini mikataba ambayo tumesha sign majengo mengine eneo lile la Kariakoo. Mm. Kuna kutakuwa na miradi zaidi ya 20. Kiwanja kinakuwa ni kile kile kwa maana ya size. Kiwanja kile kile. Lakini sasa hivi tunaenda juu zaidi. Tunaenda juu zaidi. The highest ya juu zaidi ni ngapi? So far katika mikataba tulio sign ni kwenye 17 ambao sio mchezo unajua, yes. Miaka fulani tulipokuwa mm. tuko uh, sh, tulipokuwa sio wadogo sana lakini, mm. tayari nishaanza kufanya kazi mm. kitega uchumi mtaa wa samora ndo ilikuwa yeah. jengo refu yes. Kuliku, tanzania nzima ilikuwa <laughs> yes. na ghorofa kumi na mbili nakumbuka ulikuwa kuna ubalozi wa kenya pale ambapo baadaye mm. tukaja cloud tukawa tuko pale yes, pia yes. ilikuwa na ghorofa kumi na mbili mm. kwa hiyo unaniambia pale itakuwa na ghorofa kumi na sita ndo kumi na saba. e, yale zile plot za national housing, ambazo zilikuwa na majengo ya ghorofa mbili tatu mm. baada ya miaka miwili mitatu ijayo tutaona majengo mapya sana pale mm. ambayo yameenda juu zaidi ukienda ukienda hong kong mm. Uh, sami wanaenda sana ukitokea unatoka airport mm -hmm. una- unapoanza kuingia kidogo kidogo mjini unakutana na maeneo ya makazi okay, ambayo kuna viberiti vimeenda juu ishirini, ishirini na tano, thalathini. Vile viberiti ukisema uvishushe viwe ni nyumba moja moja, kwa sababu mm -hmm. kile kinachokwenda juu yeah. yaani, kila kila floor moja mm -hmm. unakuta wakati mwingine ina unit nne mbili kwao, mm -hmm. Maanake maana yangu ni kwamba flo moja ya kiwanja kile kile yeah. inakuta inakuta ina, ina nyumba tatu un... yes, au nne au mbili yes. Kwayo maanake sasa alafu ukute labda mna mna flo thalathini mm -hmm. au ishirini mm -hmm. Ukizidisha mara idadi ya nyumba zilizoko kwenye kila flo mm -hmm. ukisema uzitandike chini yeah unaweza kukuta ni Kijito nyama yote au eneo vibaya <laughs> sana. y Nimeona wenzetu jinsi ambavyo, of course, kwa idadi ya watu wale mm, wako wengi, mfumo alioutumia wa kwenda juu yeah, umewasaidia sana mm. Na ndio maana nikawa nauliza kuhusu ubia sasa mm, kwenye mazingira kama haya ya Kariakoo mm, plot ni ya National Housing. Yeah. Ubia una makampuni yanaingia yeye ya, ya, anafanya ya nini yeah, makampuni yanakuja na pesa makampu uh-huh. Sasa katika ubia wetu tunapofanya kuna mambo mawili, aidha una contribute finance, wewe partner. uh -huh. Sisi tuna contribute ardhi uh -huh. Au tunachangia vyote, tuna share vyote, unaleta land, unaleta fedha, na nyinyi mnatoa fedha, sisi tunatoa fedha vile vile kidogo. Kwa hiyo tunafanya utaratibu wa namna hiyo, unaona. Tutangaze swala la ubia, kuna watu wanakuja kwetu bwana, mimi na eneo langu liko same flani, hata uh -huh. watu binafsi, hata mtu binafsi anakuja kwetu bwana, mimi na eneo langu same flani sasa kwa sababu hawajaelewa ubia, ndicho ninachozungumzia. Mm. Yani, sisi hatutafuti kufanya ubia na mtu mwenye eneo lake kwa sababu kama ni maeneo tunayo, maeneo tunayo, kwa sababu tunataka partners kwa sababu shida tuliyo nayo ni kwamba hatuna rasilimali za kutosha kwa ajili ya kuendeleza maeneo yetu. Na kama tungalikuwa na rasilimali za kutosha, mm. Unajua wakati fulani ukisimama juu ya magorofa kama hili jengo tulilopo kwenda juu utizame upande wa Ubungo. Mm. Utaona kuna nyumba nyingi sana zilizosambaa hapa chini. Siku chini. Mm lakini ukweli ni kwamba kwa yale maeneo yangeendelezwa nyumba hata tusingefika huko tungejikuta tunakaa kwenye jengo moja watu wengi ambalo lina nyumba mia mbili au lina nyumba mia kama ukienda pale moroko kwenye mradi wetu apartment moja na nyumba mia moja unaona moroko moroko ukisema jengo moja jengo moja la ghorofa ishirini na moja lina, lina apartment mia moja na limebeba apartment mia moja, lina parking, lina maduka hapo chini size yake ni ile saizi yake, ni kama square meter ile, kile kiwanja ni kama square meter 1000 hivi. 1000, ni kuna nyumba za square meter 1000 za chini? Eh, zipo, ndio, ziko nyingi tu, ziko nyingi, eh, ziko nyingi tu. Kwa hiyo kwenye square meter 1000, mm, na kama unaamua kujenga nyumba kwa kujibana za chini, unajenga ngapi? Ah, labda unajenga nyumba za square meter 150, eh E, ukigawa kwa elfu moja una, una nyumba zaidi ya karibu nane nyumba nane, nane nyumba unazo hapo labda labda plus parking parking inaweza inaweza kapunguza yes, kapunguza idadi idadi unaweza kupata nyumba sita yes, na parking sita za una no. Sas, nyumba na kutosha yes. Sasa, unajua kwa nini nimekuuliza hilo swali? nataka yeah. niangalie matumizi ya eneo yeah. la square meter elfu moja mm. ukitaka na watu wapate parking za kutosha yeah. yeah. maana yake nuzunguze nyumba sita hivi square meter elfu moja ni robo heka heka. nusu No, square meter elfu moja ni... ndio. ndio ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, eka, eka. Eka moja elfu nne yes. yes. kwa elfu moja ni robo kwa hiyo kwenye yes. robo unaweza ukajenga nyumba ukaacha na nafasi za watu yes. watoto kucheza mm. nyumba sita yes. sasa kwenye eneo la siku ya mita elfu moja mmepeleka ghorofa ishirini na moja nyumba zimepatikana ngapi mia moja. Tumejenga nyumba kubwa kwa sababu mm. nyumba ndogo kabisa ni sikuwa mita mia moja hamsini. Nyumba kubwa kabisa ni sikuwa mita mia mbili arobaini. Na kwenye ujenzi mm. unavyokwenda juu gharama zinaongezeka zinapungua inakuwaje? okay. na hakuna paa manake? Ya. Yeah. Yeah, ukos, nyumba za nyumba majengo yanayopanda kwenda juu gharama zake ni kubwa. Mm. gharama zake ni kubwa sana. Lakini ndio mnaokoa um. nafasi. Yes, unaokoa nafasi lakini pia una accommodate watu wengi zaidi. Mm. Una. Na si National Housing tunasumia hizi nyumba kibiashara. Lakini pia kitu kingine kwa sababu tunakaribisha wageni wengi kutoka nje, majengo kama haya pia yanatengeneza yana, yana, miji yetu kuonekana vizuri zaidi yes. Yanatoa huduma za kisasa kwa, mm. kwa, ateu, kwa wageni wanaotoka nje. Kwa hiyo eh, Tanzania inazidi kujulikana zaidi kama destination na mtu akija anapata huduma zote mm. Mm. na natamani kujua mnawatumia mna vipi Credit Info kwa sababu mm kila, kila mgeni ambaye namleta hapa mm. najaribu sana kutaka kujua connection kati yao mm. na credit info wanafanyaje yes. kazi mm. karibu sana sisi tumekuwa tume na changamoto sana tumekuwa na changamoto sana na swala la kudai madeni na. kwa wateja wetu uh -huh. na, na katika vitu ambavyo vinatusumbua kwenye vitabu vyetu ni, ni ni wale tenants ambao wamekimbia wapangaji wapangaji ambao mm. wamekimbia na wengine tulikuwa hatuwajui hata walipo wateja wanajua wako wengi, kwa maana deni anajikumulate. Unaweza kukuta unadai bilioni tano unadai kwa watu, alafu watu wenyewe wamekuwa ghost, hawajulikani hata walikoenda. Unaona, sasa credit bureau walichotufanyia ni kitu kimoja, yani wao wana taarifa za katika taasisi mbalimbali kuna mtu anatafuta hati yake wizara ya ardhi, kuna mm -hmm. mtu anaenda benki kutafuta mkopo, kuna mwingine anaenda NIDA kutafuta kitambulisho cha taifa mm. Rita kutafuta ndakutafuta e, cheti cha mtoto wake. Sasa mm. anapofika kwa mfano benki anaambiwa ana, lakini kuna kitu hapa chako kikwazo chako hapa cha kupata mkopo, kutopata mkopo ni kwamba Shirika la Nyumba unakudai, au ni mtu ambaye like alikuwa amekimbia, sisi hata hatujui, ila Credit Info anaweza kuwa na taarifa zake. mm. kwa nini mwambia bwana no, huu mkopo huwezi kupata na sisi, kwa sasa tuna mkataba na Credit Bureau bwana. mm. yule jamaa mnayemdai <laughs> Eh, anatafuta huduma sehemu, wale jamaa wamwambia clear kwanza deni. Deni leo na sisi, anapolipa tunamtoa kwenye orodha ya wadaiwa, anaendelea kupata huduma yake <laughs> kwa deni. Unaniambia tumeshafikia kama taifa, tumeshafika level level ya, tumeshafika hiyo level, hatuwezi kukimbia. Unajua kwenye mataifa mengine huwezi kukimbia. yes. Yani nimeona mm. watu, ukiangalia kwa mfano, mtu akifanya kosa mm. sawa mm. Akitaka asikamatwe basi, maanake hata asitumie hata credit card yake. yes, yes, yes. Lakini akitumia kadi yake ya, ya benki mm. akatoa hela, kwa mfano kazingua Dar es Salaam. yes. yes. Alafu kenda maketi, anatoa hela mm. yani uwezo wa kumtambua kwamba yuko maketi tunajua. yes. Kwa hiyo unachonaambia ni kwamba taratibu tunaanza kwenda katika hiyo mifumo, kwa maana ya kwamba watu kama credit info yes. zile taarifa zao wanajua, ukitaka mm. kwenda kuomba mkopo sehemu. yes. tumeshaanza kujua. yes. Uwezi kama u, upo kwenye mfumo rasmi. Kwa mfano unataka kufungua kampuni, mm. Yani yani taarifa zako zinafika Kredit kote, BRELA zipo. yes. Um, taarifa kwa sababu credit bureau taarifa walichokifanya ni kwamba wameingia mikataba na taasisi mbalimbali za serikali. Tiyo. Ambako wanajua watu wanatafuta huduma. Unataka kusajili kampuni, unataka kutafuta nida, unataka kutafuta cheti cha kuzaliwa nini. Yani sehemu hizo lazima upite. Kwa hiyo sasa yeah. Daniel mm. Haya, mfano wa kwanza ni kwamba kwa kuwa mna mahusiano na, na na, credit info mm. wana nyi, mkiwa hamjui jinsi mtakavyompata Masoud. mm. E, credit info na beba, kuna ujamaa anataka kukopa hapa. mm. alikuwa mteja wenu mko? yes. naye vipi? yes. nyi bana, tunamdai huyu jamaa. hiyo yeah. ni hiyo. <laughs> ni yes. utaku kwa upande mmoja, upande pili unataka kuniambia kwamba kwa wapangaji wapya, mm. historia zao za za mm. mikopo pia mm. zinaweza kumfanya aka akafanikiwa au asifanikiwe. kwa mteja wenu, kabisa kabisa. Yani, kama mtu historia yake ya Kukopa ni mbaya. Anaweza asipate mm. huduma kwetu. Na tafsiri ya, ya kukopa ya historia ya yako kuwa mbaya kwenye mikopo sio kukopa sana, unalipa unalipa, ni swala la <laughs> kulipa sio, haijalishi una, una idadi gani ya madeni haijalishi, lakini unalipa. Kwa hiyo hiyo inakupa sifa ya ziada ya kuendelea kuaminika katika jamii na katika unapopata huduma katika taasisi mbalimbali mm. mm. na unajua hata na unajua kwenye imani eh? uh, mm. Mwenyezi Mungu hatukatazi kukopa. Yes. Ila wakati unakopa, dhamira yako ikisema mimi huyu simlipi, hiyo mm. ndo dhambi ndo inaanzia yeah, shida inaanzia hapo yes. Yani mm. sisi kufa na madeni mm. wala sio sio kosa, kwa maana yeah. kwamba utaratibu mm. Lakini wakati unakufa, dhamira yako ilikuwa ni ni nini, unajua? yes. Mtu anasema mimi simlipi, hapo mm. yes. ndo kosa mm. linapoanza. Kwa hiyo una, unachonambia ni kwamba mtu kuwa na mikopo mingi sio tatizo mm. lakini analipa. Yeah, yeah na, na niseme kitu kimoja kwamba kukopa mm. si si uh, kitu kibaya kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo eh, kuna taasisi ambazo zina pesa na zina pesa ambazo wakati fulani inahitaji kufanya mradi wangu ambao unanigharimu labda milioni mia tano na mimi sina hiyo fedha, nahitaji kuufanya sasa hivi mm. milioni mia tano pengine mimi ningeweza kuikusanya kidogo kidogo kwa miaka ishirini lakini kuna taasisi nayo hiyo hela na, na inaniambia bwana, sisi tutakupa hii pesa mm. kufanya mradi wako mradi wako utazaa, utatudishia pesa yetu. Kwa hiyo hiyo dhamira unayoiongea sasa, ndivyo ilivyo ni. mm -hmm. Kama vile tunachokifanya sisi, umekuja kwetu Masoud, unataka tukupe nyumba. mm -hmm. Eh, bwana Masoud, milioni mia mbili ya kununua nyumba huna. mm -hmm. Lakini kuna benki fulani wana, wanayo pesa, yes, watatulipa sisi, si tutakupa nyumba, ila hapo lazima mniangalie rekodi yangu yes. <laughs> tunaangalia ya rekodi yako <laughs> na benki naye ataangalia rekodi yako. Kwa sehemu kubwa inapokuja swali la mortgage tunamwachia zaidi benki kuangalia rekodi zako mm. kuliko sisi tunapoangalia rekodi zako. Kwa sababu sasa wewe unaenda kuwa mteja sisi, amevitia kwetu tunampa nyumba, lakini anaenda kuwa mteja wako sasa, benki kwa miaka kumi mpaka mm. miaka 20. Kwa sasa benki atatafuta taarifa zako apate uhakika, alafu baadaye atasema atatuandikia kwamba National Housing nimeridhika Bwana Masuda apewe nyumba na mimi ninalipa kwenye projects ambazo mnafanya. Kwa mfano mm. kari yako, kuna mazingira ambayo uh, credit score, yani mm. ile historia record yako ya, mm. record ya mtu ya credit inaweza ikamkosesha inamkosesha, kwa mfano wateja wetu wa zamani, kwa sababu hizi nyumba ambazo sasa hivi tuna redevelop tulikuwa na wateja sasa, miongoni mwao tunaangalia rekodi zao okay, yeah, kwamba wewe unataka tukupe tena lakini vipi Mbona huko nyuma rekodi yako sio nzuri? Aya, ukiondoa madeni ambayo alikuwa nayo na National Housing. Ndi. Lakini kwa mfano huyu mtu mm. ana benki kama nne zinamdai. mm. uh, alafu maanake Credit Info amewaambia kwamba jamani mm. kutokana na mahusiano ambayo mnayo na, na Credit Info, mm. kama, kama shirika linawaambia mm. huyu jamaa kuna benki tatu anadaiwa hiyo mm. inaweza kumkosesha kufanya kazi na nyinyi. Yeah, ngoja nikupe mfano mmoja halisi uliotokea. Eh, kuna mteja alikuwa ameenda kutafuta mortgage bank mm -hmm. Sasa benki wakamwambia waka bwana eh, kuna kampuni ya simu ulikuwa umekopa ya, hii mikopo midogo midogo mm. si kwenye kofia line zetu za simu, anamwambia sasa. Pale ikapeleka form ya National Housing, sisi kwetu alikuja akajaza form mm. akalipa 10% ya gharama ile nyumba Hatukumsach kwamba credit score yake ikoje. Akaniambia bwana mimi nataka mkataba niende benki. Kwa akaenda na mkataba kati yetu sisi na yeye. Mm. Alipofika benki, benki wakaangalia historia yake, wakamwambia ah, bwana kuna kampuni moja inakudai. Kwa hiyo kabla hujanunua hii nyumba inabidi ulipe deni alifika na shilingi 2000. Ah, ngoja ngoja ngoja, eh, huyu mtu ameenda benki. Yes na, na na, anataka kufanya mambo makubwa, anataka kuchukua mortgage kwa ajili ya nyumba zetu. Na Nikon sisi na tushamalizana naye 10% tushamba mkataba, yuko benki. Na hiyo si kitu cha shilingi milioni tano sita, hapana. Ni hela kidogo nyingi, ai, nimekwambia hii a biashara yenu, biashara yetu sisi tulofanya naye milioni 147. Benki kamwambia wewe, kuna sehemu kuna hey, sehemu historia yako sio nzuri kwa sababu eh, tangu 2017 walikuwa na reason ya kudoubt kwamba huyu mtu kweli, kama ameshindwa ah, kulipa kiwango hiki, kidogo, kidogo hiki, sasa hiki kikubwa tukimpa itakuwaje? deni la nyuma lilikuwa shilingi, sio dola 2000, shilingi 2000 za Tanzania. Alizidi shilingi 2000, na inawezekana tu aliongezea tu, labda alikuwa anamtumia mtu hela ikapungua mm. kidogo akaongezea tu pale <laughs> lakini akalisahau kwa hiyo ingeweza kumkosesha hili kabisa. Wale ambao una clear, kwanza kule alafu tutakuja tutaendelea. Mantiki yako hapo ni kwamba kama unavyosema ni kwamba bro 2017, 2000 mm. tu imekushindwa kuclear milioni 100 itakuwaaje utawezaje? E bana, ukiangalia ki- asante sana Daniel kwa kwa kwa kwa pikcha ambayo umetupa mm -hmm. kimsingi hata ukiangalia programu ambayo tunaifanya mm hii -hmm. ya ya ya mazungumzo yetu mm -hmm. mara nyingi sana ni kujaribu kubadilisha uh, tabia za Watanzania yeah. kwenye kuweka rekodi zao sawa kwenye kukopa. Masikia mm -hmm. hiyo hadithi ya mtu alikuwa anashughulikia nyumba mm -hmm nyumba ya milioni mia moja mm. ameshatoa ten percent unazungumzia akatoa yeah. milioni kumi yes. lakini akakutwa na dosari ndogo mm. sana yeah. shilingi haizidi elfu mbili yes. ambayo elfu mbili na kumi na saba miaka mm. kadhaa nyuma mm. alikuwa hajalipa mm. huu ni utamaduni ambao lazima tuanze kuubadilisha yeah. kuna kitu kinaitwa kukopesheka kukopesheka mm. ni hadhi je yes. je hapo ulipo unakopesheka mm. na kukopesheka sio wewe kuwa milionea mm. ni kwamba ukikopa yeah. huwa unalipa ndio yeah. msingi mkuu wa uwepo yes. wa taasisi right. kama hizi za Credit Info ambazo yeah. zina, zina push kutengeneza rekodi za watu na mm. sisi mifumo ya mikopo unaipata sehemu nyingi sana mm. yani kuanzia maisha yako chuo kwa mfano mm. unakuwa una mikopo yes. na, na, na, na, na bodi ya mikopo mm. sawa mm. Uh, kwa ajili ya elimu yeah kuna hmm. mikopo mbalimbali ambayo unaipata mba makazini na mabenki na sehemu yes. mbalimbali yes. tengeneza utaratibu wa kuklia kulipa kukopa sio hmm. hmm. kosa, lakini unachotakiwa kufanya ni kuklia yes. madeni yako. vimikopo hivyo yeah. ya yeah. kwenye simu hivi usivichukulie. <laughs> Poa. Sawa, kwa kifupi tu labda, tumalizie tumalizia mazungumzo yetu kabla tujaanza kununua na haya, yes. niambie kuhusu plani ambazo mnazo mm. kwenye kwenye kwenye kwenye ujenzi wa nyumba za gharama nafuu mm, mipango ikoje? Yeah. Shirika la Nyumba la Taifa sasa hivi tuna tumebuni njia mpya ya kulipia nyumba zetu, lakini hili limewalenga hasa Watanzania wa, ambao wana ambao vipato vyao sio vikubwa sana, na mpango huu unaitwa mpangaji mnunuzi. mm -hmm. Yaani tunachokifanya tunajenga mradi na miradi eh, ni nchi nzima mm. Kwa hiyo anachokifanya mteja kwa mfano nyumba inayouzwa labda kule Kongwa milioni 35 mm. Anachokifanya yeye anatulipa asilimia kumi ya milioni 35, milioni 3.5 ashatulipa, tunampa funguo, anaingia kwenye nyumba okay, nyumba ambayo tayari imeshajengwa, alafu ile, ile pesa anayobaki anaweza kailipa kwa miaka mitano miaka kumi au miaka kumi na tano, kama analipa kodi, kama analipa kodi. Kwa hiyo tunachofanya ile amount tunaigawa kwa hiyo miezi iliyobaki ah, okay. Kama akichagua miaka mitano, tunagawa; miaka kumi tunagawa hivyo; 15 tunagawa hivyo. Okay. Kwa hiyo kila mwezi atakuwa nalipa kama kodi. Uh -huh. Atakapomaliza tunafunga mkataba, tumemuuzia nyumba. Muda yake wa juu ni miaka miaka 15... Miaka miaka 15 Yes. Muda wa chini ni miaka mitano. Tofauti yake ni nini? Kuna sehemu interest inakuwa inapungua? In hapana ni ni flat ni wewe utakavyochagua, hakuna hakuna interest interest yote na ukua. Okay, inayokuwa ina kwa bei ya nyumba itabaki hiyo, kwa tuchukulie masalan ni milioni 35, 10% ni milioni 3 hmm. na laki tano hmm. sawa hmm. ambapo ukitukishaichukua tukiaitoa milioni 3 na laki tano hmm. Uh, manake anabakia na deni la milioni thelathini na moja la la mm. na laki tano. Tuchukulie mathalan uh, miezi tuenda miaka mitano, labda miezi sitini miezi sitini yes. Kwao tukichukua hii, tunaigawanya kwa miezi sitini Tumeweka kiwango cha chini mm. kila mwezi anaweza akalipa laki tano na ishirini na yes. tano Huyu yuko Kongwa. Haya, tumuongezee let's say, tumpe miaka kumi. Yeah. anachagua yeye mwenyewe eh. yeah, miezi 120 miezi 120 moja. mm. inakuwa nusu yake, maanake analipa, yeah. laki mbili sitini na mbili, laki mbili sitini na mbili kila mwezi tunamdai. ah anaingiza kupitia control number kama alivyo serikali sasa, kama analipa kodi. Yes. Kama analipa kodi kila mwezi, na uzuri wa kuifupisha hii miezi maanake, mm. ni kwamba una, unajua kadri binadamu anavyoenda na nguvu zake zinapungua. Kwa hiyo yes. akiweka miaka mingi sana ni mbaya, atalipa yes. kidogo kidogo, lakini yeah. atalipa muda mrefu, inategemea sasa yeah. u mpango upo unaendelea kwa ina, baadhi ya miradi ambayo tulijenga e, tuna miradi tuliokuwa nayo mawilayani huko mikoani uh -huh. E, ambayo tumeanza nayo sasa kufanya nayo kazi sasa hivi mm -hmm. na mradi kama huo mmojawapo pia uko kule Kigamboni hapa Dar es Salaam nao upo. Sasa tunachokifanya sisi e, e, tunapopanga tuna bei ya hizi nyumba tunaangalia e, lipo eneo gani? mm -hmm. Tanzania hii majiji yanatofautiana. Yeah, yeah. Awesome. sisi tuna research za vipato katika majiji mbalimbali mbali mm -hmm. na miji mbalimbali. Kwa hiyo tunavyouza nyumba ya vimba vitatu Dar es Salaam bei awezi kufanana na kule Kongwa au awezi kufanana na kule Lindi au oh, kule Rwangwa oh. Bei zitakuwa zinatofautiana namna hiyo so, so, kwa ajili ya kuendana na vipato vya eneo lile. Asante sana yeah. Haya, nilikuwa na rafiki yangu Daniel Kure, yeye ni principal sales and marketing. Uh, nichukua nafasi hii kukushukuru sana kwa kutazama Fireside Chat. Mimi ni Masoud Kipanya, mpaka wakati mwingine, bye bye.